Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, Dayosisi ya Karagwe, mwashamu Askofu Dr. Benson Bagonza amesema mazingira ya sasa nchini hayaruhusu mazungumzo ya maridhiano kufanyika moja kwa moja kwa sababu bado hakuna uaminifu wa kutosha, mfumo wa kuaminika, wala dhamira ya wazi ya kukiri makosa. Amesema jamii imejengewa imani kwamba kila mtu ana bei ya kwamba Serikali haijawahi kushindwa, jambo linalozuia maridhiano ya kweli. Katika andiko lake ukurasa wake wa Facebook Askofu Dr. Bagonza amesema maridhiano ya kidugu hayahitaji kuanza kwenye meza ya majadiliano bali yafanyike kwanza kwa vitendo. Anashauri kusitishwa mara moja kwa vitendo vya utekaji, ukamataji kiholela na mateso ambayo amedai yanaendelea kuchochea hofu na mpasuko. Ameitaka serikali kuwaachia bila masharti wale wote waliotekwa, kuwekwa mahabusu na kufunguliwa mashtaka ya kisiasa. Askofu Bagonza amesisitiza umuhimu wa familia kupewa miili ya wapendwa wao bila kufichwa, ili waweze kuaga, kuomboleza na kumaliza msiba wao kwa heshima. Ameonya kwamba ni hatari taifa kuwa na watu wanaokimbia nchi kwa sababu ya misimamo yao, na anasisitiza kwamba Tanzania inapaswa kuwa ya wote wanaounga mkono na wanaopinga. Aidha, Askofu Bagonza amesema kuna haja ya kuacha siasa za kukataa ukweli, kuficha matukio na kutoa taarifa za kupindisha majanga. Taifa linahitaji kukiri kwamba kumetokea jambo kubwa na ni lazima liruhusiwe kuomboleza na nukuu, Wajaruo wanasema binti hawezi kuficha matiti ya kiota yameota. Tuna msiba mkubwa, ruhusuni taifa liomboleze, ni njia ya kuridhiana. Acha fikra za kipumbavu kuhusu dini. Walioua wamo wa dini zote, hawakutumwa na dini zao kuua. Waliouawa wamo wa dini zote, hawakufa kwa sababu ya dini zao, ameandika Askofu Bagonza. Katika ushauri wake kwa serikali, Askofu Bagonza amesema Ipo haja ya kubadilisha mwelekeo na kuonyesha kwamba inasimama pamoja na wale wanaoomboleza. Ameshauri serikali ikiri waziwazi kuwa katika jitihada za kulinda usalama na mali kuna mambo yalikwenda vibaya, na baada ya tamko hilo paonekane kwa vitendo hatua za uwajibishaji. Ameendelea kuonya kuwa sasa umma ndio unaotoa maoni, na ni muhimu serikali kuwa na msemaji mmoja rasmi anayeeleza msimamo wa nchi badala ya kila mtu kutoa kauli inayoongeza mgawanyiko. Hii ni Stein TV.